Kwa kipindi labda tuseme cha miaka kama mitatu minne iliyopita kabla ya uchaguzi, kulikuwa na vuguvugu kwamba kuna aina fulani ya maisha ambayo watanzania walikuwa wanaona kwamba imewachosha sasa, kwamba wanahitaji hali ibadilike. Kwa hiyo dhana kubwa iliyoko vichwani mwa Watanzania ni mabadiliko yataletwa na nani, na kwa upande gani, na kwa njia gani? Wao wanategemea zaidi matokeo. Kwa hiyo mtazamo wa wananchi wengi ni kwamba yatatokea yale mabadiliko ambayo wanayahitaji, na kiukweli, Watanzania hawahitaji mabadiliko makubwa, wanahitaji mabadiliko ambayo yatawatoa kwenye hali ya unyonge na kugandamizwa na watu wenye hela. Kwa mfano swala la rushwa, ni kwamba maskini anateseka zaidi. Kwa hiyo wanatarajia viongozi watakapokuja madarakani, atakaposikia kwamba mama mjamzito amedaiwa rushwa shilingi elfu moja imuume na aone kwamba ni sasa ni wakati wa kuchukua hatua ya kubadilisha mfumo unaowatesa Watanzania. Nadhani zaidi pia ni kwenye swala la elimu. Watanzania wana hamu ya kupata elimu bora na elimu ambayo wanaweza wao wakaweza kugharamia. Kwa hiyo zoezi ambalo la kutoa elimu bure kwa Watanzania, nadhani sio tu iwe bure, lakini iwe kwa kiwango ambacho Mtanzania anaweza akasema, nimemaliza kidato cha nne ninaweza sasa kujiajiri angalau kwa kufanya kazi kidogo. Kwa hiyo ni mabadiliko katika nyanja nyingi. Kuacha masuala ya utawala, tumeshuhudia kwamba tumekuwa na viongozi ambao kiukweli waligeuka miungu watu, na namna ambayo tulikuwa tunatunza viongozi wetu ni kwa gharama kubwa sana, kuanzia kuendesha ofisi zao, magari yao, familia zao. Nama unavyofahamu ni kwamba nchi ya Tanzania utawala wake umekaa kama piramidi eh? Wachache sana wako juu, wengi wako chini, na ndio maana hiki kidogo ambacho mheshimiwa rais amefanya, amefanya matukio matatu. La kwanza ni kupunguza, kukata ile bajeti ya wabunge ya kunywa na kula na kwenda kununua vitanda. Ya pili amepunguza msafara wa kwenda kwenye mkutano wa Jumuiya Madola kutoka watu hamsini wa mpaka watu wanne. Lakini ya tatu ni kutukumbusha tufanye usafi kusherekea uhuru, ambapo nje kwako kuna kipindupindu. Ule sio uhuru tena, ni utumwa. Kwa hiyo hajafanya miujiza, amefanya vitu ambavyo vilitakiwa vifanywe miaka mingi na viongozi waliotangulia.